ya kupunguza maneno katika simu yako hapa. Tutaenda kufundisha jinsi ya kupunguza maneno katika simu yako au maandishi. Karibu katika channel yetu ya Gadson channel, upate kujifunza maujanja mbalimbali. Twende nikakuelekeze jinsi ya kupunguza maneno kwenye simu yako. Hapo utaingia setting. Ukishaingia setting Utatafuta sehemu imeandikwa accessibility accessibility, utatafuta sehemu ambayo imeandikwa front size. Front size utakuja hapo, utapunguza hapa chini. Ukifanya hivi umeongeza, umeona? Ukifanya hivi umepunguza. Kisha ukishapunguza hapo, unaona kabisa hapa amepunguza. Ukifanya hivi unaona kabisa hapa yameongezeka. Asante kwa kuangalia channel yetu, usahau kusubscribe ku, kuangalia vipindi vinavyoendelea.